Mkristo anayesema leo kwamba anamtii Mungu katika maisha yake ni lazima awe na amani. Awe na hii amani katika maisha yake Bwana Yesu hili linavotoka, nitasoma: amani nawaachieni; amani yangu nawapa; niwapavyo mimi sivyo kama ulimwengu utoavyo. msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na woga. Hili ndilo somo la pili. y anasema anamtii Mungu aliye hai. Biblia nasema katika Yohana sura ya 14 mstari wa 27, amani na waachieni; amani yangu nawapa; niwapavyo na mimi si kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na uoga. Bwana Yesu asifiwe sana. Kiashiria cha kwanza ni amani, au kuwa na amani. Mkristo yoyote anaye mtii Mungu na kumtegemea ni lazima awe na amani katika maisha yake, lakini tunapozungumza amani ni mojawapo pia ya matunda ya Roho Mtakatifu yanayotajwa katika Galatia ile sura ya tano kuanzia mstari wa ishirini na mbili ni matunda ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Kristo anayesema leo kwamba anamtii Mungu katika maisha yake ni lazima awe na amani, awe na hii amani katika maisha yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Uh, uh, maneno haya tuliyosoma ni maneno ya Yesu Kristo ambaye alikuwa anazungumza na wanafunzi wake wakati akiwaga, kabisa anataka kuelekea kupaa mbinguni. Kwa hiyo maneno ya Yesu Kristo, kwa mujibu wa maneno haya ya Yesu Kristo, uh, anatubainisha kwamba kuna aina kuu mbili za amani mistari katika mistari hii uh, amani ya kwanza aliyosema, amani ya ulimwengu lakini tena anasema amani yangu mimi nawapa si kama ulimwengu utoavyo. Kuna amani mbili hapa, kuna amani ya ulimwengu na kuna amani ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo maneno ya Yesu, maana anaposema amani na wachieni, amani yangu nawapa, ni wapao mimi si kama ulimwengu utoavyo, maana kuna amani mbili, kuna amani ya Kristo anasema anataka kuachia wanafunzi wake, lakini anasema amani yangu ninayowapa si kama ulimwengu utawapa. Maana yake pia kuna amani ya ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hasa tu, tunapozungumza amani ya ulimwengu, maana yake ni nini? Tuanze na amani ya ulimwengu. Kuna aina mbili za amani kama nilivyosema, amani ya ulimwengu eh, tunaweza kusema ni hali ya usalama au utulivu wa nafsi na akili isiyokuwa na ghasia, fujo, wasiwasi au vita. Ni amani ya kiraia na kisiasa, ni nchi kutokuwa na vita vya kiraia ambapo watu wake wanaishi kwa umoja na mshikamano. Nikamsi ya Biblia ya nani Kiswahili inazungumza mahali hapo kwamba ni hali ya usalama au utulivu wa nafsi na akili isiyokuwa na ghasia, fujo, wasiwasi, vita, ambapo watu wake wanaishi kwa umoja na mshikamano. Lakini kwa lugha nyingine naweza kusema kuna ndani ya amani ya yaluwepu, kuna amani ya kifamilia. Hii inawahusu wanandoa kwa ujumla, wanandoa na familia kwa ujumla ni kuishi pasipo kuwa na mafarakano au kuwa na maelewano na upendo katika familia. Mmoja wapo ya amani ni mimi. Lakini pia kuna amani ya nafsi. Hapa tunaweza kusema ni uhuru wa kihisia, ni kutokuhofia mateso, hatari, magonjwa, njaa. Kinyume cha hayo yote ni msongo wa mawazo mashaka maumivu makali ya moyo. na hali inayopelekea kukosa matumaini hii amani ya limwetu kwa hiyo hii ndio wanaoisema hata wanasiasa kwa hiyo wanasiasa anaposema muwe na amani anamaanisha ni hii amani ambayo ni nchi kutokuwa na vita vya kiraia ni kutokuwa na machafuko ni kuishi kwa umoja na mshikamano. Hiyo ndio amani ambayo wa hata wanasiasa wanaoihubiri. Lakini pia ni familia, ni familia, ni amani ya ndoa, pia ni mojawapo ya ya hii amani ya ulimwengu huu, ni wanandoa kuishi pasipo kuwa na mafarakano, kuwa na maelewano na upendo. Bwana Yesu